Harmonize kibonge eh, bwana. Sasa hivi Harmonize amenenepa sana, asijui ameacha kufanya mazoezi huyu msanii Konde Boy eh, itakuwa ameacha kufanya mazoezi sababu, eh, amenenepa kweli, eh, kupitia video yake mpya hii, yani challenge video yake mpya hii kwa maana anajulikana kama vile Kidedea, eh, bwana amekuwa na jimwili fulani, eh, kama umetazama video hiyo ya Kidedea akiwa na chino pale bwana amekuwa na mwili mkubwa eh, kwa kutoenda gym. Yaani huyu Harmonize akikosa kwenda gym basi ananenepa, sijui ni kwa nini. Gym e, haijamkubali. Unajua kuna watu wengine wasipoenda gym hata miezi mitano bado anabaki na body yake ile ile. Lakini kwa Harmonize ni tofauti kidogo, akikosa tu kwenda gym jm e, basi anakuwa Harmonize kibonge bwana, jionee video nimekuwekea hii ha, hi, hapa mbele. Yes, e bwana, msanii Hamo Naisa ameweza kurudi tena bwana ah, hii ni baada ya kupotea kidogo alipotoa ile ngoma yake ambayo inajulikana kama vile eh, Lala akiwa amemshirikisha Abigail Shams. E bwana, sasa hivi ameweza kurudi tena na ngoma nyingine ambayo inajulikana ah, kama vile Kidedea. Kidedea, nadhani unaefahamu mtazamaji, ila kama uifahamu nitakwenda kujulisha kila kitu ili na wewe uweze kuifahamu ngoma hii. Bwana ni ngoma ambayo inazidi kufanya vizuri mno na ni ngoma ambayo iko na beat fulani, yani haieleweki ni bongo flavor, haieleweki ni ya mapiano yani, ni mfumo ni mfumo yani, wa ngoma wa saa hizi. Yani ni mdundo wa sasa hivi ambao haueleweki na mapiano yani, umechanganywa mapiano, alafu pia ndani kuna bongo flavor, alafu pia kama kuna una mdundiko ni mfumo wa sasa hivi ambao umetokea tu ghafla tu hujulikani ni umetokea wapi. E, sababu mara kwanza alianza, alianza huu mfumo alikuwa ni hapa Bongo ni Mario na ngoma yake ile ya haha, alafu akaja tena kutoa ngoma yake ya Dunia, baada ya kutoa Dunia, Zuchu akaachia Manda, alafu sasa hivi tena e, msanii Harmonize naye ameushikilia ule mdundo na ametoa ngoma yake moja kali inajulikana kama vile Kidedea na ni ngoma ambayo imeweza kufanya vizuri e, mpaka sasa inaendelea kufanya vizuri. Tayari ni audio iko kila mahali e, ufika uweze kuitazama audio. Inajulikana kama vile kidedea, iko Boomplay, Spotify, apple Music, bwana, e, audio, audio track yani kila mahali e, basi utaipata tu tidal music, hizo yani platform zote za mziki ambazo zinalipa kwa sanii e, basi ngoma hiyo ipo hata mdundo.com. Pengine unauliza ya bado ipo tu, ukiitafuta utazidi kuipata. Sasa kuna watu walikuwa nasema kwamba ngoma hii, ukiangalia beat, ukiangalia beat beat ya nyimbo hii ya na ile nyimbo ya dunia ya msanii Mario ni kama zinaendana, alafu producer aliyepiga beat hizi zote mbili ni producer ambaye anajulikana kama vile Sukiz sasa e, sa watu wamemwandama kweli, wa kusema kwamba mziki sasa hivi unaelekea wapi? Sababu ukiangalia uh, watu wanazidi kuigana tu, ni kuwa producer hana ubunifu ama ni wasanii ndio hawana ubunifu, mbona kama biti e, zinaigana hivi e, yani k, k, k, kwa lugha nyingine wakitaka kumaanisha kwamba msanii Harmonize atakuwa ameweza kukopi biti ya msanii Mario kwa ngoma yake ile ambayo inajulikana kama vile uh, dunia, lakini Stukiz mwenyewe amekuja kuweka wazi wa kusema kwa kusema kwamba uh, sio hivyo bali, uh, ni beat tu zinakaa kufanana kufanana, lakini hazifanani sababu, uh, mimi nilichanganya changanya na vitu vyangu pale e, beat ya Marion nilipiga kivyengine, na hata pia beat ya msanii Harmonize um, uh, kwenye wimbo wake kidedea nilipiga kivyengine, kwa hivyo hazifanani na wale wanaoimba na wale wanaosema kwamba uh, anapiga beat ambazo si za bongo, bongo fleva bwana, kwenye dunia ni kubwa na sote tunataka tuna kwenda duniani, hatutaki kufanya nyimbo za hapahapa Tanzania. Sasa inabidi mziki wote wa dunia tunaopiga, kibahatika, kama ni bahati yetu, tutazidi kufika duniani huko mbele. Sasa huyu um, producer Stukiza anasema kwamba anawashauri ma producer wa, wanaoambiwa kwamba wanapiga uh, midundu ambayo sio bongo flavor waache kupiga. Yeye anawashauri kwa wa kusema kwamba waendelee tu kupiga e, usisikize maneno ya watu e, waendelee tu kupiga ngoma hizo, imradi zote ni za duniani na pia sisi tunataka kwenda duniani, yaani duniani, e, Marekani huko itujue, Asia huko kote huko aiwe wanajua ngoma zetu e, sasa basi inabidi kila kila ngoma yote ya dunia si tupige tu ili tuweze kwenda duniani hivyo amba, ndivyo ambavyo eh, producer Estukis ana washauri eh, hawa ma producer e, bwana sasa kupitia huu wimbo wake huu, huu kidedea eh, msanii Harmonize amekuja na muonekano wake mwingine kabisa kabisa. Yaani sasa hivi amenenepa balaa, hata kumliko Chidi Benz eh. Hii imeonekana baada ya yeye kufanya challenge moja na na Chino Chino Kid. Ya bwana, kuna video nimekuwekea hapo mwanzo ikiwa inamuonyesha msanii Chino akiwa yupo pamoja na Dogonoma ule e, dansa wake nambari moja, alafu pia yuko katikati yupo Harmonize e, wanacheza challenge ile ya ngoma ya Harmonize inayojulikana kama vile uh, Kidedea. Eh, bwana Chino mnamchukulia masiara masiara sasa hivi ndio huyo e, anazidi kutoboa kidogo, alifanya wimbo na Mbosso sasa hivi E, alifakafanya wimbo na Rayvanny sasa hivi yupo na Harmonize. Kwa hiyo Chino basi anazidi kusongea kama hivi. Wale mnaomchukulia poa poa, basi endeleeni kumchukulia poa, lakini Chino, wana man, ndio hivi kwenye game, anazidi kupenya taratibu tu. Sasa baada ya kufanya hii challenge, nadhani pia umeweza kuiona mwenyewe, msanii Harmonize amekuja na mwonekano wake mwingine e, wa kimwili yani sasa hivi Nepa Bala amekuwa kibonge e. Kama unakumbuka pale mwanzoni alipotoa ile video ya teacher konde ile, e, video ya teacher ile ya mapiano teacher teacher konde e, bwana alikuwa amenenepa vibaya pale, mpaka watu wakajiulize bwana, vipi e? Sa akaja akaingia kwenye mazoezi ma gym nini, kipindi kile yupo na kajala mpaka sasa hivi akarudi sawa, lakini juzi, E bwana amekuja tena na mwonekano wake mwingine, amenenepa hata kumzidi mzee Chidbenz. Sasa watu wamekuwa wakicomment mambo mengi pale mtandaoni e, katika mtandao wa Instagram pale, akimwongelea Harmonize akisema kwamba bwana, inakuaje? Kwani hizo gym e, zenye unaenda kila siku huwa hazikuokoi? E, bora hata uache kupiga gym, mbona mwili umenenepa kama hivi. E, bwana, wengine wakisema sasa huyu ndo Chidbeenz Konde sasa ameanza kunenepa. Aa, sasa kupitia zile comment nyingi akiona akazisoma, Monaisa akiangalia watu wengi wanaongea kuhusiana na mwili wake. Aa, basi akaamua kuwajibu kuju ee, kuwajibu tu kiuzuri, akasema kwamba nashukuru nyote, hasa hapa na, na nukuu kila alichoongea Monaisa. Akasema Monaisa akasema kwamba eh, nashukuru na nyote mlioniambia kwamba nimenenepa vibaya. Sasa hivi nimejua kweli mashabiki zangu mnanipenda na mnazidi kunifuatilia. E, jambo hili nitalifanyia kazi, nitarudi gym ili niweze kuwa na mwili sahihi, kama ule ule tu mwili wangu e, wa mazoezi. Sasa hivi show zimekuwa ni nyingi kwangu Unajua, kipindi hichi mtazamaji, ni kipindi cha show hizi za kampeni. Sasa mara yuko Singida, kesho yuko Songea, mara yupo Dodoma, yuko Mwanza, yuko Mbeya. Sasa msanii Harmonize anasema kwamba show zimekuwa ni nyingi sana, hata ye mwenyewe hana muda wa kwenda gym e, kwa sababu nafoende gym, kesho naambua tena, kesho kuna show. Sasa unajua ukiambua, kesho kuna show, inabidi ujipange leo. Sasa uwezi kwenda gym leo wala kesho. Sasa msanii Harmonize akasema kwamba show zimekuwa nyingi, hana muda wa kwenda gym kwa sasa hivi, lakini swala hili atazidi kulifanyia kazi tu, na mwili wake uh, utarudi eh, kama kawaida. Eh, bwana, huyo ni msanii Harmonize akieleza kuhusiana na tukio lake eh, la kunenepa kunenepa, uh, kimwili, ama kunenepa ki, ama mwili wake kuwa mkubwa kupindukia kiasi. E bwana, azidi kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV na azidi kuletea habari kali kali na habari habari motomoto zinazochipuka -moto, mtandaoni uh, huku, cha msingi tu sahau kulike kushare kucomment na hata pia kuview.